Taarifa ambayo imejili hivi punde na imetufikia imetusogeza karibu zaidi na Heavyweight. Na kubwa hasa ni taarifa ya Kafu kuhusiana na mechi ya fainali mkondo wa pili kwenda uh, kuchezewa uh, kuchezeka uwanja wa New Amani Complex pale ilipofanyika nusu fainali ya mkondo wa kwanza Heavyweight, taarifa hmm, hizi pengine na wewe utakuwa ni miongoni mwa wale ambao wamezishuhudia zikienea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Ah, kwema namshukuru Mwenyezi Mungu na, of course nao, hii taarifa mimi niliitegemea kwa sababu wale wa rais brekani walikuwa wameshaanza kulialia mapema nilo, na wa ondo, wame wame, tu na wao ndo wameshinikiza, wameweza kupeleka notice uh, kwa shirikisho la soka barani Afrika kwamba uh, wanataka uh, fainali ichezwe kwenye uwanja ambao utakidhi vigezo na wao ndo waliamini kwamba ule uwanja kwa maboresho ambayo yamekuwa yakiendelea pengine eh, yanaweza yasiwe rafiki mechi kuchezwa tarehe 25. <tokutu> Sasa hivyo ni vilio tu vya samaki kwenye maji ambavyo <tokutu> <tokutu> eh, haviwezi kukusaidia kwenye vita ngumu kama hii, na kwa dalili hiyo tu inaonyesha kwamba tayari wameshaanza kuihofia mechi <tokutu> yenyewe <umeelewa tokutu> na mimi naelewa lakini kama ikitokea eh, hiyo mechi ikachezwa Zanzibar sio sio mbaya, kwa sababu hata Zanzibar pia ni mali nzuri mala rafiki tu kwa Simba, lakini haitoleta mvuto mkubwa, sababu kumbuka ile ni fainali sio knockout, ile ni fainali kwamba, uh, possibly mechi kombe litakuja Tanzania sababu outcome yoyote ya mchezo wa kwanza hauwezi peleka kombe kwa sababu comeback zinafanywa na, hata kama Simba itapoteza mabao manne matano, lakini kombe litakuja, itakuja? itakuja Tanzania. Kwa hivyo, kwa ile heshima ya kombe, ilipaswa mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ndio uwanja ambao una historia kubwa zaidi kwa Simba na ndio uwanja ambao katika ile uh, hadhi ya kombe kufika yani, ilipaswa iwe pale, yani kwa sababu uwanja wa Mkapa ndio umekuwa chachu na umekuwa ndio una una, una, una una mara nyingi wenyewe ndio umekuwa ukihusika kwenye moments kubwa kubwa. Sasa kupeleka Zanzibar, uh, manake fainali kuchezwa Zanzibar tayari kuna kitu kinakuwa kimesha kimeshapungua kwa upande wangu mimi naamini kwa sababu uh, bado sijaona barua rasmi kutoka kwa TFF, labda wakati tunaendelea kuongea hapa itokee, lakini mpaka sasa hivi sijaona barua rasmi kutoka kwa TFF. Kwa hiyo nategemea tu kwamba kuona mechi inachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Na kwa nini wapredict kwamba kunaweza kukatokea hali ya mvua wakati uh, mechi bado zimebaki siku chungu mzima? Manake mpaka tarehe 25 leo, leo ndo kwanza tarehe 15 manake kuna siku kumi mbele. Wewe unawezaje kupredict kwamba siku ya kumi huko kutakuwa kuna mvua ambayo inaweza yu ikaaffect pitch? ni vitu vya, vya nini? Alafu muda huo, kumbuka Crescentus Magori alichoandika kwenye Instagram yake ameandika mm. mpaka sasa hivi tayari uh, tickets zimeshauzwa zaidi ya elfu kumi na mbili mm. na kwa mantiki hiyo, katika dimba la New Amani Stadium uh, lina uwezo wa kupeleka ku, make kuingiza mashabiki elfu kumi na tano tu sasa Eh, basaria watu elfu tatu na maanake wengi wa, wa pale nyumbani, maanake kama walionunua, tunajaribu tuna, tuna kusota kwamba inawezekana sio watu wa Zanzibar mm -hmm. wengi katika hao kumi na mbili mpaka sasa Fakis. wengi wao inawezekana ni wa Dar es Salaam na mikoani ambao wanakuwa wanawahi kununua tiketi kwa sababu zao uh, wanazojua wao. Kwa hiyo uh, pia kuna kuna grade. kuna mwingine kanunua VIP. Eh, mm -hmm. VIP, na... A, VIP B kuna nini na mm -hmm sidhani kama inafanana kati ya VIP ya kule na huku katika kiwango cha kuingiza maanake idadi ya mashabiki wanaoingia kwenye, kwenye VIP. Sasa ina maana unaweza ukajikuta umenunua tiketi ya VIP, lakini usipate siti kwenye VIP kwa sababu tayari ile uwanja inachukua idadi ndogo ya watu kwa sababu ya, ya, ya, ya, ya uwezo wake wa kuhost, alafu kutatokea mkanganyiko mkubwa kwa ilitakuwa ndio mchezo katika dimba la Benjamin Mkapa, walio wengi mashabiki hmm, wa Simba Sports. Mimi pia nimepata simu za watu kadhaa wakiulizia hili limekaje, hili limekaje. Kwa jinsi tulivyoelezea eh, unaona asilimia ni chache zaidi za mechi kwenda eh, Zanzibar, una unaongezea una nini, au unawapa vipi nguvu watu kuendelea kukata tiketi? Aliyakuwa naona hili mm, swala lilivyokaa lipo kimtego sana. <laughs> Of course, unajua hapo kuna mambo mengi ndugu yangu, kuna mambo ya budget sababu kwa mfano mtu anataka kuianga, hebu tukapania, anataka kuangala finali, kashajua finali iko Dar es Salaam, yeye ye yuko zake Buza pale. Kutoka Buza mpaka kwa Mkapa kwanza ni distance ya kuchukua nusu saa tu eh, yani ni jirani, unachukua nusu saa tu na mtu yuko zake Mbagala njia hiyo hiyo anachukua ana, ana, ana, ana, ana, zake gari kwa, kwa jero yeah, anaenda uwanjani sasa. Alikuwa kapania masikini ya Mungu kajitutumua kanunua tiketi yake ya elfu ya thelathini, mm-hmm. akae sehemu nzuri aangalie mpira kwa raha, inatoka eh, taarifa mechi inachezwa Zanzibar. Maanake mechi kucheza Zanzibar, nauli na ya kwenda Zanzibar, ya kwenda tu ni sawa na tiketi ya VIPB Si unanielewa? Yani e, maana yake elfu thelathini na tano e, na uli kwenda hio kwenda tu bado kurudi thelathini na tano. Eh, thelathini na tano. Ukirudi thelathini na tano nyingine, elfu sabini. Na siku nyingine 10000. Na kama hauna mtu ambaye ana, anaishi Zanzibar, utabidi uwe na gharama zako za kulala. Hmm. Na kule vyakula vya kule unajua. Hmm. Eh, supu ya karafuu na vitu kama hivyo na nini, bei yake kidogo ipo. Ipo. E, Sampale yeye e, kule ni kwa masultani. Kwa hivyo unabidi uwe na bajeti ya si chini ya laki mbili na nusu. Si chini ya laki mbili na nusu, tena hiyo ya kujibana bana. Of course hiyo ni kwa kujibana bana, maana yake unatoa elfu sabini ya nauli, umeelewa? Accommodation hapa na pale, kulala na misosi, si chini ya laki mbili na na, nafikiri unaelewa jinsi ambavyo watu wanachukulia wana, wana kwenye mambo ya gharama kwa so, sababu hata kwenda Moroko ilivyokuja tu ile swala la elfu moja mia mbili wasioelewa wakaanza kulalamika kwamba oh, jue ndege ya bure sasa. Ukishafika kule wewe, unategemea nani atakunulia chakula? Ah, ukishafika kule umeshatua pale Casablanca, unalala utalala airport? Maanake utabidi uende sehemu kalale kabisa, kule hamna mambo usijui, unajua nana nani kule akupeleke kwenye ghetto lake akakulazi. Maana utabidi uwe na pesa zako za hoteli, mmenija, si chini ya dola 60 mpaka 100, mm usiku mmoja, sasa wewe unategemea nini? Ah, uh, mambo yote unategemea nani akusaidie? Kwa hiyo okay. kuna kuna hilo swala, kwa hiyo mtu unavyomwambia mambo ya bai, Watanzania, sisi inapofika swala la pesa, jambo linahitaji uwe uh, na kibudget kidogo, mara nyingi uwe na ina affect. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijafurahishwa, lakini ukiachana okay, na hayo yote, tunarudi kwenye mechi yenyewe okay. Simba Sports yenyewe ina enjoy kucheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa, asikwambie mtu, mashabiki elfu sitini wanaingia pale, zile kelele, mazingira yenyewe ya uwanja, ile pitch, size ya pitch na vitu vingine vingi, vinaibeba Simba kuperform. Umeelewa? Hali ya uzoefu wa uwanja, yani jinsi walivyouzoea ule uwanja, yani wanaujua kuanzia unyayo mpaka usogoni, kunaleta ule. Hata mashabiki wenyewe unajua, unajua hata ile mashabiki wenyewe wanaaminiji kwamba Simba inapokuwa kwa Mkapa hata kama mechi ilikuwa ime im, im, im, ngumu kiasi gani pale inakuwa nyepesi. Wanaamini pale atoke. Eh, umeelewa? Sasa unavyo, unavyo, unavyokuja kutibua hii inakuwa sio, sio, sio jambo zuri. Kwa hiyo hiyo sio faida kwa Simba. Mm, sio faida kwa Simba. Na kuhakikishia na hata viongozi wa Simba wenyewe sidhani kama ni habari nzuri kwao. Kwa hiyo berikani wapunguze kulialia. Mimi, tafadhali. Eh, tafadhali. Mm. Mashkuru. Tafadhali mashkuru hata kulialia. Hapo mm. Wataelewa wameelewa, wataelewa tu, anajua ana la aqadu sadiq Faranina, sautul mudiru la yazalu fi udhunayya mundu jali alaina wa wa shahadat. Um, okay. Waqala ya abna yatamanna lakum mm. Mutlatan saida. Mimi nawatakia finali njema njema, ila waache kulialia. Yaani, hapo ndo umezungumza hivyo mm. Yaani nimezungumza kwamba siamini hicho wanacho uh -huh. wanacho wanachokifanya uh -huh. Eh, la aqadu fi udhunayya. Yaani, hayaniingii kwenye masikio yangu okay. Okay. Ni vitu vya ajabu, Mungu jali alaina, ana enjoy jamaa. Ndio hiyo bwana, hilo nadhani shaka kwa wanasimba litakuwa limepungua kwa asilimia kadhaa, kwa sababu naamini uongozi pia utakuwa uh, unalipambania kadri wezavyo, kama ilivyoweza kufaulu katika hatua ya robo fainali. Swali so, langu uh, nimeona baadhi ya watu wakienda wakiwa Moroko na wakisafiri na timu, lakini hawa watu naona kumekuwa kuna vita ya maneno, kurushiana maneno na namna ambavyo watu wanaweza kuzungumza kwa kadi wanavyotazama. E, wachambuzi waliosafiri kule inaonekana kuna wengine ambao wamegeuka kuwa machao, wameacha kazi yao kuisifia Simba Sports ili wapate safari hivyo iti. Dulla, wewe unaliona hilo na kubwa sana usishwa friji bovu, wewe unaliona hilo kwamba kuna jamii ya watu wapo kuichambua Simba Sports katika mazuri ili wapate kunufaika nao Simba Sports? Ah, hapana, mimi sioni hivyo kwa sababu unajua, hizi timu zipo hivi. Ukiwa sehemu fulani ukiwa mchambuzi ambaye unaongea ukweli, si unanielewa? Au unazungumza kitu ambacho kipo in reality. Uh, alafu hicho kitu katika huo ukweli labda unaumiza upande fulani, wale watu wa upande fulani watakuchukia. Watakuchukia. Okay. Si unanielewa. Na mimi jafu wewe, ni ushakukwambia, wewe ni shahidi, ushakukwambia mara kibao Unapotaka kujua kwenye kazi zetu hizi za Kitanzania hizi, uchambuzi wetu wa Kitanzania maana kuna uchambuzi wa Kitanzania na nchi zingine. Okay. Nchi zingine ni tofauti kwa sababu idea, yaani tuseme knowledge ya mashabiki wao, mm, kwenye football. At least ni kubwa kuliko huku. Yaani huku kwetu mpira si mpira wetu sisi, kushabikia hauhitaji ya kile, lazima ujichetue ndio ushabikie mpira wetu. Kulingana na jinsi ambavyo sisi wenyewe tulivyo tulivyojiweka. Ukisema udili kuisifia Simba. Umeelewa? Mm. Mashabiki wa Yanga watakwambia wewe, wewe una lolote wewe, chawa. Umenielewa? Wewe watakutukana, watakwambia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ukizungumza jambo zuri kuhusu, kuhusu Yanga ambalo hilo jambo linawakera Simba, itakuwa the same. Ukisema uwe kwamba jambo zuri la huyu kwa sababu litawakera, ha basi, ulisemi una balance, yani unatengeneza ubalance ubalance fulani uonekane wewe ndio upokote na nini still bado utaoneka utaitwa majina fulani wewe mamluki, hmm. sio? Unaelewa, una lolote wewe, mnafiki tu okay. unapoteza mvuto, sio? Unaelewa, kwa hiyo hmm. uwe huku uwe huku uwe katikati, bado still tuliko pale pale. Kwa mashabiki wetu aina yao tulionao bado watakuona wewe mbaya. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sioni ana kama anakosea, anaona yuko sahihi, kwa sababu anaamini hivyo na, na of course matunda yapo, kwani kwani uh, kati ya kuwa jambazi hmm na kuwa mchambuzi wa wa, wa, wa, wa, wa, wa timu bora nini, bora uwe mchambuzi. Sasa kwa nini usilalamike? kuna majambazi huko mtaani, unakuja una kwa mfano hata mimi hiyo kazi naa-na- inapitia unaelewa mimi naambua mm. na, na, na hapa nachambua na, na, na, na Simba na Berkane kwa sababu ndio timu ambayo ipo kwenye kwenye kwenye finali ya kombe la shirikisho, si ndio? mda mwingine nachambua Berkane namwelezea Usama la Mlawi namwelezea sijui Mamadou Lamine Kamara na walezea kina Hamza la Mla, na wengine, lakini unakuta mtu anakuja anakwambia, wewe unaenda kuzungumzia timu nyingine fulani, wewe unazungumzia Simba. Sio Simba hapa, anazungumzia Berkan, si unaelewa? Lakini mtu anakwambia, wewe unazungumzia Simba. Sasa mtu kama utamjibu nini? Inabidi ukae kimya eh, unamwacha tu na mwingine atukana, mwingine eh. Sasa ukishaona mtu anatukana, maana yake automatically akili yake haipo sawa. Wewe unaweza unaweza ukakuta mtu mwenye akili aliyosoma aliyosoma mwenye akili, sababu unaweza ukasoma afu usielimike. Mwenye akili zake ambaye ana, ana, an, an knowledge kichwani ana uelewa mzuri, hana afya yote ya tatizo la akili, afya ya akili, wanakwambia tatizo la afya ya akili yeah. hana hmm. hawezi kutukana, yaani yeye uchunguzi hadi hawezi kutukana sababu kutukana ni ushamba wa kizamani. Sasa wacho wa mshambulie, lakini kwa sababu matunda yapo, kwa sababu hata kwenda Moroko, pia ni ndoto za watu wengi, hata hao wanaotukana wanatamani waende Moroko Nakwambiaje? Kwani wanaotukana wa, wa wanaendaga timu ikisha Algeria? wapo wapo kule Buza, wanaangalia wa vibandani, hawaendi watu wapi nauli. so, ime, ime ipo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutoa ubingwa wa ligi, ipo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho. mm. Umeelewa? hai zungumzi zungumzi wewe kuona Simba inazungumzia dabi toka ime, ilivo, ilivyotokea sakata lakini kuna timu yenyewe imesema haichezi, Yanga imesema haichezi, lakini kutwa kucha hatuchezi, hatuchezi. Sasa unaambia nani? Kaa kimya, subiri tarehe ifike, usicheze. Sasa so, so, okay, ukiamka asubuhi hatuchezi, mchana mm -hmm. hatuchezi asubuhi, jioni hatuchezi, ikifika saa 12 na nusu hatuchezi, saa 1 na nusu. Sasa unaambia -sa no, mimi nishasema sichezi, ndio uh, nasema sasa sichezi. Sawa -sa. kimya, unaendelea na mambo mengi kama simba simba, simba umeona inapiga kelele Wanacheza... inacheza mechi zake tu na Berkane sio na Mashujaa na Kagera sio imecheza na nani? Bas, hizi ni sio hulka, hiyo zinaitwa tabia za timu kubwa. Okay. Timu kubwa huwa hazina maneno mengi zinaweka kitu straight. Timu ndogo zenyewe ndio huwa siku zote sasa timu ya nne barani Afrika ni kubwa Tanzania, timu ya nne barani Afrika. Sasa utaikompea vipi na timu ambayo haipo hata kwenye top ten ya vilabu bora barani Afrika ghafi? Unaniuliza maswali gani leo ndugu yangu, au una usingizi? <laughs> timu ya nne barani, hivi unanielewa? Timu ya nne barani Afrika ipo kwenye fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, umeelewa? Ipo kwenye nafasi nzuri ya kuwa timu ya nane kutoa treble barani Afrika alafu unasema eti kuna timu Timu kubwa ni Simba Sports Club. Ah, kwa hiyo Yanga ni kongwe? Yaani Yanga yeah. Ukizungumzia yani tunazungumzia, unajua kwa mfano ngoa, labda ni kwambie hivi, ukienda ukienda ukienda, ukienda Ujerumani timu kubwa sizipo mbili. Ndio. mm. Dortmund na na Bayern. Bayern mimi. mm. mm. Lakini katika hawa wili nani mkubwa mkubwa zaidi ya mwenzie kiumri sio kiumri, kimafanikio. Acha na kiumri, kimafanikio. Timu kubwa haipimwi na umri, ni mafanikio. Ah, timu kubwa haipimwi na umri, kwamba umezaliwa 1935 kwamba ndo mkubwa. Hapana, umefanya nini? Okay, si umenielewa? yeah. kwenye dunia, system ya dunia ya mm. kapi especially, capitalist mm. capitalist system, si umenielewa? mm. eh yeah? Ukiwa na pesa hata kama una miaka 25 unaweza ukaamkiwa na mtu wa miaka sabini ndugu yangu. Kamkiwa vizuri shikamoo brother. Pesa ndio inasalia. Kwa sababu ya pesa na nafasi yako na mafanikio yako kwenye maisha. Hichi kitu kipo kwenye dunia. Kipo na kio. Eh, eh, ee, na mwenye pesa ndio ana haki kwenye kila jambo. Utasumbuana naye tu akiamua kusema wewe nitakupoteza, atakupoteza kweli. Kwa hiyo tunaangalia mafanikio achana na umri. Umri ni kitu gani? Umri, umri ni, ni, ni, ni busara, hekima na nini? Lakini dunia inataka watu inatambua watu wenye mafanikio dunia inatambua, na watu wema huwa hawatakiwi kwenye dunia. Kwa hiyo, leo nazungumza kwamba Simba iko barani Afrika kwenye namba namba nne, nafasi ya nne, ina mafanikio makubwa kwenye michuano ya kimataifa. Imeonyesha kwamba kila stage ina uwezo wa kufika, inaonyesha kwamba ni timu ambayo ina uwezo wa kuperform vizuri kwenye michuano yoyote, sawa? lakini ukizungumzia vizuri tuonekana chawa, mm. tuonekana wewe unanufaika uh, uh, na una nao una sio na nini. Kwa mfano kama mimi, watu wananiambia simba wanakulipa mimi, simba wananilipa. Sasa nani ananilipa mimi, ndugu yangu? Nani ananilipa? Tutajuaje sasa? Hakuna anayenilipa ila, kwa sababu mimi ni nafasi yangu niliyopo kwa sasa inakuruhusu inani, inani inaniruhusu au inanilazimu mimi, niko kwenye kutekeleza majukumu yangu, umeelewa? Mimi ni mtendaji mkuu kwa Simba Pro. Kwa hiyo eh, maana yake nimepewa majukumu, yaani kwa wamenikabidhi kwamba wewe mpaka utakapopata kazi nyingine. Kwa sasa hivi dili na Simba tu. Ukipata kazi nyingine hewa Allah nenda. Mm. Lakini kama hujapata dili na Simba. Kwa eh, kama alikuwa Priva. Eh, alikuwa na dili na majukumu mengine. Sasa yule yupo ndani ya klabu. Mimi nimewekwa na mashabiki. Okay. Wa klabu hii. Okay. Menelo ambao wao ndo wengine mpaka wana siwezi kusema kitu kingine lakini wananisupport kwenye mambo mbalimbali. Unaelewa? na wala mimi, sina, sina, sina, wala sina ndo, si, siweki kama naweza nikasema kwamba uh, nafanya hivi labda nipate cheo Simba, sio kweli sene, au nipate sijui nafasi sehemu fulani pale Simba, sio kweli. Mimi nafanya hivi kwa sababu majukumu yangu ya sasa yanakulazimu, eh kwa maana inaonyesha jinsi gani mimi niko committed na kazi yangu. Kwa hiyo nikipewa kazi yoyote nitakuwa committed kama anavyofanya huku ulipo. Of course anaitwa Heavyweight Dulla, tumezungumza kwa wasaa kwa mawanda mapana. Kitakachofuata ni kukiangazia kikosi cha Simba Sports, siku si moja kabla ya mchezo, tupate kujua mbivu na mbichi kuelekea game husika, fainali kombe la shirikisho, mkondo wa kwanza, RSB Berkane versus Simba Sports. Asalamu alaykum, mwendelea kutufuatilia.